Aa, Yanga dhidi ya Coastal Union ni mechi ambayo inatarajiwa kuwa mechi ya kukata na shoka, mechi ambayo yenye hadhi ya ligi kuu, lakini pia utakumbuka kuwa Coastal Union ni timu ambayo msimu uliomalizika ilimaliza katika nafasi nne za juu na ndio timu ambayo iliweza kupata nafasi ya kuwakilisha nchi kimataifa, ilikuwa imeshiriki katika Kombe la Shirikisho, lakini ilitoka katika hatua za awali lakini pia utakumbuka kuwa Coastal Union ni, ni timu ambayo uh, imeweza kucheza fainali ya kombe hili msimu um, wa mwaka elfu mbili na ishirini na moja elfu mbili na ishirini na mbili dhidi ya huyu huyu mpinzani wake ambaye anakwenda kucheza naye hivi uh, karibuni katika uwanja wa KMC. Aa, katika hatua hiyo ya thelathini na mbili kuitafuta hatua ya kumi na sita bora kwahiyo unaona kabisa kwamba ni mechi ambayo inatazamiwa kuwa mechi ya aina yake, mechi ambayo itakuwa na mvuto wa hali ya juu. Una, kama unavyotambua kwamba Yanga katika michezo yake sita ambayo ameicheza, katika michezo sita ambayo ameicheza, michezo yote ameweza kushinda na kuweza kupata, kupata sare ya mchezo mmoja ambao ni dhidi ya JKT Tanzania, alipata suluhu ya kuto kufunga goli na wala kuruhusu goli na mechi zingine zote zilizosalia aliweza kupata ushindi, na kuna baadhi ya mechi ambazo amepata ushindi wa majini kubwa ya magoli magoli matatu na mengine ya magoli manne. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Afrika katika uh, katika ile takwimu za michezo iliyopita, ana takwimu bora zaidi ukimlinganisha na Coastal Union ambaye katika michezo sita amepoteza michezo miwili amesale michezo minne kwa hiyo, ukiangalia hapo katika viwango vya ufanisi unaona kabisa kwamba katika asilimia unaona hajaweza kugusa hata moja ambayo ingeweza kumpa ushindi zaidi, lakini kwa upande wa darasa Young Africa unaona kabisa a, katika viwango vya ufanisi anakuwa yuko juu kabisa kutokana na ushindi wa, wa mechi tano na kuweza kutoa sare mechi moja, kwa hiyo hana alama nyekundu katika michezo yake sita ya mwisho lakini Coastal Union ana alama nyekundu katika michezo miwili, lakini ana alama ya njano katika michezo minne. Lakini pia ukimwangalia darasa Young Africa, licha ya winning spirit ambayo yuko nayo, tunaona hali ya kikosi ambacho kilichopo, tunaona asilimia kubwa ya wachezaji bado hawajareputiwa kupata uh, kupata injury wala kupata changamoto zozote za kuweza kutumika katika klabu. Tunafahamu kuwa yao wataula koasi ni majeruhi wa muda mrefu, labda ana Aziz Ndambwile bado hatujapata ripoti yake kwamba hali yake inakuwaje. Lakini mbali ya yote hayo, unaona kabisa nafasi ya yao ataola kwa asi, Israel Patrick Mwenda ameonekana kuwa ameweza kuishika vizuri nafasi hiyo, na pia ameweza kutoa asisti tatu paka sasa toka anze kuihudumu katika nafasi hiyo. Lakini pia ameweza kuscore toka anze kuhudumu katika nafasi hiyo ya uh, beki namba mbili na mara nyingi amekuwa akicheza katika eneo la juu akiwa akiofa Yanga a, a, a, idadi kubwa zaidi wakati wa kushambulia, lakini pia amekuwa mwepesi kuongeza idadi ya ulinzi pale ambapo timu inapokuwa inashambuliwa. Kwa hiyo unaona kabisa a, upande wa yao ataola kowasi kwa kwa klasi ya wachezaji wetu wa ligi yetu unaona kabisa pengo lake halina mashaka na hakuna wasiwasi wowote kwa upande wa Dar es Salaam Yang Africa ukimwangalia, Azizi Andambwile ni mchezaji ambaye bado ha, toka enzi ya, nasi toka enzi ya Miguel Gamondi hakuweza kuingia katika kikosi moja kwa moja. Amekuja Sidlamovic pia hakuweza kupata nafasi ya kucheza, hata kwa Milud Ahmadi bado pia hajapata kucheza vile ambavyo, Wanayanga wanaweza kuwa na mashaka zaidi, lakini yote katika yote tunaona Aziziki, ilionekana kwamba uenda akawa na majeraha akaikosa dabi ya Karakoo. Kwa mujibu wa Mirud, alisema kwamba ana nafasi ya hamsini kwa hamsini kuweza kushiriki. Tumeona hata katika kikosi ambacho kilitoka cha tarehe nane dhidi ya Simba Sports Club, ingawa mechi haikuchezwa ha, tunamuona Stefan Aziziki hakuwa sehemu ya kikosi cha kwanza, lakini katika mbao ndefu alikuwa ni mchezaji ambaye angeweza kuingia katika unaona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye angeweza kutumika a, kuelekea katika dabi ya Kariakoo ambayo iliahirishwa. Kwa hiyo, moja kwa moja unaona hata katika mechi dhidi ya Coastal Union, unaona kabisa hakuna sababu ya kuto kumtumia mtu kama Stefan Aziziki ambaye tunafahamu kuwa katika msimu uliomalizika alikuwa top scorer wa ligi lakini pia alikuwa ndiye MVP wa ligi katika msimu uliopita. Kwa hiyo ni mchezaji muhimu, ni mchezaji ambaye ana namba zake ambazo ziko vizuri kabisa, na hata ukiangalia katika msimu huu katika ligi kuu, wanaoongoza wana magoli kumi, lakini yeye ana magoli saba. Kwa hiyo unaona kabisa a, ni mtu ambaye bado namba zake zinambeba zaidi. Kumtumia ni sehemu ya mwalimu maamuzi yake, lakini pia tunaona upande wa Pakome Zuzwa kwa mechi tatu za mwisho kabla ya mechi ambayo hakuweza kucheza dhidi ya Pamba Jiji, lakini ameonyesha ukomavu uh, wa hali ya juu, na hata mechi ya mwisho dhidi ya Mashujaa anaibuka kuwa mchezaji bora wa mchezo, ingawa katika uwanja wenye changamoto nyingi. Ni viwanja ambavyo haviko katika hali nzuri ya pichi, kama ukizungumzia baadhi ya viwanja kama ilivyokuwa Mkapa Stadium, uh, KMC, ukizungumzia labda, ukizungumzia na Chamanzi Complex eh, ukizungumzia uwanja wa Namungo kidogo pichi yake imekaa katika hali ya uzuri zaidi, lakini katika pichi ambayo alikuwa ameitumia kule Kigoma ni pichi ambayo ina changamoto nyingi, lakini tulimuona pakome zuzwa akiwa anacheza katika hali ambayo ilistahili ili kuweza kuibuka nyota wa mchezo. Tunamuona Clatus chota chama anaingia kipindi cha pili, anafunga magoli mawili na kuipa margin kubwa Dar es Salaam Young Africa e, tunaona pia a, Duki ya Buya anacheza anaanza, anapata dakika nyingi za kucheza, ana score, anatoa pasi ya goli. Tunaona pia a, mtu kama Harid ya Ucho toka ingie katika viunga vya Dar es Salaam Young Africa anapata goli katika dakika za kucheza dakika tisini, lakini pia amekuwa ni mhimili mkubwa sana katika eneo la kiungo. Kwa hiyo ni mechi ambayo tunaamini tuna kuwa kama Dar es Salaam Young Africa wataingia kwa intensity kubwa ya kuona kwamba hii ni mechi ambayo inaweza ikawa ngumu kwa upande wetu, na ni kweli ni mechi ambayo ni ngumu kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa kwa maana ya kwamba Coastal Union na Dar es Salaam Young Africa mechi zao hazijawahi kuwa mechi rahisi, mara nyingi zimekuwa ni mechi ngumu sana. Utakumbuka msimu wa elfu mbili na ishirini na moja elfu mbili na ishirini na mbili fainali iliyochezwa kule uh, jijini Arusha ni fainali ambayo ilikuja kutoa matokeo na madhara makubwa sana aliyekuwa mhamasishaji wa Dar es Salaam Young Africa Haji Manara aliweza kufungiwa kupitia mechi ile kutokana na tempa kubwa ambayo ilikopo ndani ya pichi na nje ya pichi. Kwa hiyo mara nyingi wanapokutana Coastal Union na Dar es Salaam Young Africa huwa mara nyingi mechi hiyo inakuwa sio mechi nyepesi hata kidogo, ni mechi ngumu zaidi. Tunaona hata msimu uliomalizika wakiwa wanacheza uwanja wa pale Mkwakwani Tanga, tunaona Uh, Haridi ya Ucho aliweza kuadhibiwa kwa kitendo cha kuweza kumfanyia faulo ya makusudi, uh, Ibrahim Ajibu Kadabla ambaye kipindi hicho akiwa anachezea Coastal Union. Kwa hiyo unaona kabisa pressure inakuwa kubwa kwa wachezaji, pressure inakuwa kubwa benchi la ufundi, pressure inakuwa kubwa kwa mashabiki. Kwa hiyo zinapokutana hizi timu mbili hata kihistoria tu unaona kabisa kwamba mvutano wake unakuwa sio mvutano wa kawaida. Haijalishi Coastal Union ipo kwenye hali gani haijalishi Dar es Salaam Yanga Afrika ipo kwenye hali gani, zinapokutana hizi timu mbili, mechi huwa inakuwa ni mechi ya kuvutia, ni mechi ambayo ya kufika zaidi. Tunaona katika ungo ya kwanza ya NBC mchezo ambao ulichezwa kule a, jijini Arusha ambapo Coastal Union alikuwa mwenyeji wa mchezo, Yanga wanashinda kwa ushindi mwembamba kabisa na mechi inaondoka ikiwa na utata, kwamba namna gani, kwamba hata Coastal Union wakilalamika kwa. Kwa kupoteza uh, goli ambalo walistahili kuwa li, liwe goli kwa madai yao, lakini hii yote ni kutokana na pressure inayokuwa kati ya Dar es Salaam Young Africa anapokutana na Coastal Union. Ko, sioni mechi ikiwa nyepesi uh, kwa namna yoyote ile, lakini kama Yanga wataiheshimu zaidi Coastal Union na kuweza kuweka fikra na mawazo na intensity kubwa katika mechi hiyo, basi huenda ikawa ni mechi ambayo Dar es Salaam Young Africa wakaweza kuwafurahisha mashabiki na wapenzi wa adrasa miangafi na, tunaamini hata nje ya uwanja mashabiki watajaa sana, kwa maana kwa ya kwamba wana hamu ya kuiona timu yao, wamedhamiria kuweza kuiona timu yao, na wengi wanaonekana kupitia vyombo vya habari kwamba wamechukizwa sana tarehe nane kuto kucheza. Kwa hiyo kama wanacheza KMC hivi uh, punde naamini kabisa mashabiki watajaa kuweza kuisupport timu yao, na mashabiki watakuwa na shauku kubwa kuona timu yao ikiwa inafanya vyema zaidi Mwanzo mwisho, ulikuwa nami Steven Mapunda katika uchambuzi huu wa mechi ya Coastal Union dhidi ya Dar es Salaam Young Africa, mchezo wa mchezo wa hatua ya thelathini na mbili kwenda hatua ya kumi na sita bora, ambapo CRDB Federation Cup na Dar es Salaam Young Africa akiwa ni bingwa mtetezi. Basi, kama utakuwa bado hauja subscribe chaneli hii, unaweza kufanya hivyo, kubonyeza neno subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo, utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ndani ya Steam Media. Hadi wakati mwingine, bye bye.